Na timu nyingine sisi Yanga hatujengi timu, sisi Yanga tunaboresha timu. Ni tofauti hapo eh? kujenga timu na kuboresha timu yako. Sisi Yanga tunaboresha timu yetu, ndio maana ukiangalia Yanga season hii, maoni ambayo yanatolewa ni kwenye kuboresha baadhi ya idara, ka tukifanya hiki hapa, tutakuwa bora zaidi. Lakini wengine, ukisikia wanaanzia goalkeeper mpaka striker. Kipa afai, beki afai, beki afai, beki wazito. Kiungo mcheza rafu tu, hana analojua. Kiungo mzito huyu, mbio nyingi, maarifa sifuri. Huyu kazi ya kupiga penalty tu, boli hamna. Huyu naye mbio, anataka mechi ndogo mechi kubwa aonekane. Huyu striker wetu naye mzito, hawezi kupiga mashuti. Timu nzima imeonekana mbovu. Si mmenielewa hapo? Ukijadili Yanga anazungumza improvement ya squad. Kwamba unaangalia okay, goalkeeping, uh, department tuko vizuri. Unaangalia hapa kuna sehemu fulani tuboreshe kidogo huko. Unaboresha timu, haujengi timu. Kujenga timu ni kama hivi ambavyo sasa hivi ukienda kumuoji shabiki wa Viola akuelezee timu yake, ataikosoa kuanzia golini mpaka kwa striker, na nimetoa mfano hapo. Atakwambia kipa anatuchomesha, beki huyu naye kashazeeka, huyu naye kazeeka vile vile, ah, hao wazito hao ah. Ah, mwezi mzize Maanake watu watano wote wabovu huyu, ah, kiungo nae lafu nyingi boli hamna ah, huyu naye kiungo kasha na umri ushaenda, huyu winge naye anakimbia sana maarifa sifuri, huyu naye kazi ya piga penalti tu, huyu naye anakawa mechi ndogo, winge alishafika shapika mechi kubwa haonekani, huyu striker wetu naye mzito akamlinda Harmonize huko. Nelewa kwa maanake timu yao kwenye zile asilimia zilizokuwa nasema, hawa sasa ni asilimia mia, hakuna walichofanikiwa msimu huu kwenye upande wa kujenga timu. Huu ndio ukweli ambao mimi nikiuzungumza, wanasemaga nawafuatilia.